Mtazamaji wangu wa Knowledge TV nakukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu vinavyozalishwa katika studio yetu ya maendeleo, studio iliyoko hapa ESRF. Leo nina mgeni mmoja wa watu maarufu nchini Tanzania, mbunifu wa mavazi, kijana mwenye mambo mengi ya kufanya katika nchi hii ambayo taifa linajivunia kwake. Ninaye bi Johari Sadiq. Bi Johari Sadiq, karibu sana katika studio zetu. Asante sana, asante sana. Uh, bi Johari Watu wanatamani wana, wana, wana kujua Johari ni nani? Okay, Johari, Johari Sadiq ni Okay, mara nyingi najiita mimi ni investor. <laughs> Nikizungumzaga hivyo waga na chekeshaga watu. Wana kama vile mtu ambaye mwenye, mwenye dream kubwa ambayo haiwezi, mm -hmm. lakini I see myself kwamba mimi mm -hmm. ni investor. Ni investor ambaye ni Mtanzania na ni investor wa nchi yangu. And Johari Sadiq ni, ni ni, ni ni binti wa mwisho kwenye tumbo la watoto watano. Ni familia ya Amu Sadiq, ambaye nilibahatika kulelewa na na mama, kutokana na, na tofauti za wazazi kidogo, kwa nilelewa na na, na na single parent <coughs> But hiyo hapo nikatisha tamaa, na nimesema pia changamoto zinaweza kufanya ukawa changamoto. Mara nyingi nasichua kama vile upo, ni, ni, fursa kwangu. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kwa mzazi, changamoto kwenye maisha kidogo, ambayo ikanifanya mimi nikawa nikawa strong, nikaweza kusimama, nikawa imara na akili kawa ina charge haraka kutokana na situation iliyotokea. Kwa hiyo that is Johari, Johari ni ni, mwanamke jasiri aliweza kusimama mwenyewe. Najitegemea na najivunia na ninajisifu na, na, na, na, na, na, na, na kabisa kwa mwanamke ambaye yani any kind of life mimi naweza naweza nikaishi kwa sababu ni go getter. Wow. Yeah. Johari anafanya nini sasa hizi? Um, Johari ni ni mbunifu wa, wa mavazi ya Kiafrika na ikichanganya na twist kidogo ya ya, ya, ya kizungu ili uweze kuongeza ladha na pia ni ni, ni mshauri kwenye upande wa mavazi kwamba uvaeje, unaonekanaje kutokana na jinsi ulivyo na wakati gani. Na sio hilo tu bali Johari, kutokana na changamoto ambazo nimekutana nazo na mafanikio, ndiyo naona kwa sasa hivi, nimeona kwamba nahitaji kutengeneza Johari wengine huko kwenye nchi yangu mama, binti ambao wataweza kusimama wenyewe, watakuwa imara, watakuwa na uthubutu na kuwa na mafanikio kwenye maisha yao, haijalishi ni changamoto za maisha kiasi gani ambao wanakutana nazo, haijalishi ni hali duni kiasi gani walionayo. Johari huyu ambaye mtazamaji wangu anamwangalia wa sasa hivi ni kijana kabisa, na pengine unasema bado ndio kwanza anaanza anaanza kwenye kwenye umri wa kijana, bado ana nguvu kabisa, lakini anaonekana amepiga hatua kubwa sana katika mafanikio e, pengine nini kilipelekea mpaka ukafika hapo? Okay, um, cha kwanza nadhani not nadhani actually kilichonipelekea hapa cha kwanza ni, ni mapenzi kwa mama yangu mzazi kama nilivyosema, nilileo na mama mmoja, kwa niliona zile hasa ambazo mamangu alipitia na nilihisi kama amezipitia kwa sababu hakuweza kusimama imara kipindi ambacho alitakiwa kusimama, kwamba wazee wetu ilikuwa ni wengi kutegemea mzee, kutegemea mzee, ilikuwa ni hivyo, kwa hiyo ikampa wakati mgumu sana. Kwa hiyo ile kitu iliniingia kichwani nikasema, no, mimi nikikua sitaki haya nikute, kwa lazima niweze kusimama kwa miguu yangu kama msichana au kama mwanamke nitakapokuja kuwa mama kwa hiyo ikanifanya mimi niweze kuanza kazi nikiwa kwenye umri mdogo sana kuona niliweza kufanya kazi huko niko shule. Nilianza kazi nikiwa na miaka 18, ndio kazi yangu ya kwanza. mm -hmm. kwenye kampuni moja ya Lebanon <coughs> lakini niliweza kuifanya kazi yangu vizuri, wakati nilikuwa ni mdogo 19, na miaka 18. Nakumbuka ofisi yote mimi nilikuwa mdogo, wengi walikuwa ni watu wazima mm -hmm. lakini niliweza kuperform kwa mwaka mmoja, nikajirudisha shule mwenyewe kutokana na saving yangu, nikarudi shule then nikatoka hapo nikaajiliwa na Tigo baadaye it was Mobile. Mm -hmm kwa muda pia yeah. <coughs> wa mwaka mmoja nikarudi tena shule. Nilipomaliza nikaja Zanzibar nikafanya kazi Zanzibar kwa muda wa miaka mi, kama miaka minne hivi. baada wakati niko Zanzibar sikuridhika. mm -hmm. Nikasema no, huu sio juari ambao najihitaji kujiona. mm -hmm. Nime ni ajamii mimi ni mwanamke jasiri ambaye naweza nikasimama. mm -hmm. na kwangu, yani nafasi ikitokea naweza nikaifanya kazi mm -hmm. Kwa hiyo nikasema, sababu bado sijaridhika kukaa Zanzibar, sijioni kama nitaweza kufika na upataka kwa ile hasira ya maisha mamangu aliyopitia nikasema no there's something more ambayo nakihitaji kwenye maisha yangu. Kwa wakati niko Zanzibar, nikaanza nikaanza kuserve. Ilikuwa ni kazi kuserve kwa sababu mshahara ulikuwa ni kawaida sana. Ujihimu vitu vyako mwenyewe utoke hapo na family na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuserve, lakini kidogo hicho hicho nilichokipata nikasema sasa naanza naanza biashara. Lakini ile biashara nilianza kutokana na niliona pia kwa mamangu. Kwa sababu niko shule msingi, mamangu alikuwa anafanya <coughs> ni batik hizi <coughs> mm -hmm. za Tanzania. Kwa, kwa natengeneza pale nyumbani na kushona kini nguo za watu wazima. Kwa maybe nilikuwa navutiwa na colors na nini zaweza batik na nini. Alafu ule umri nilikuwa mdogo sana watu mtu kuvaa zile nguo. Mm Kimya was very interesting. Mm -hmm. Kwa kana zichukua na vaa mwenyewe, naenda nazo na vaa mwenyewe, ivuanza kazi na kivaa mtu anapenda. Yule yule mtu wapi sio nini? Mamangu kwa nilikuwa na even nachukua friends na nafanya nao kazi na nao nyumbani. Wananunua kwa mama pia ni the stress ambazo kwa nivoka sababu ilikuwa nikivaa baba pensi siyo nini, yani sasa sasa. mm-hmm. lakini kwenye material ya Tanzania, batik batiki. mm-hmm. kwa hiyo kwa interesting kwa mtu ni tengeneza mimi kama hiyo kaptula ofisini. mm-hmm. naanza natengeneza na mpelekea na mimi akavaa huko, mtu hapo, kuna msichana yuko ofisini anakuja, kwa hiyo anaanza kupata wateja pale ofisini, wanakuja wakati wao, sina chochote yani, umeona, kwa hiyo wao ndio kachokiuza, ukipata tengeneza kingine, huyu amekuja. That's how nilivyoanza, nilivyoanza business. Mm -hmm. Kwa nikafanya vile uh, kwa muda wa miaka miwili. Baada ya kufika miaka miwili, nikasema yeah, no, I think this is interesting. Na the more navyofanya, vitu vinazidi, inazidi kufikiri vitu vingine vizuri zaidi. Kwa nikaanza nikasema no, I think this is me, yani huyu ni mimi nitanifikisha pale na upata kufika. Cha kwanza nilikuwa napenda sana kuwa not a boss, but mtu ambaye ni kila ninachokitamani kwenye maisha, kama ni kuvaa vizuri, sijui kufa, kwenda saloon na nini, naweza kujifanyia mwenyewe. Mm -hmm. Kwa nikasema, if and then I can take designing kama kama biashara kwa sababu kitu ambacho it's in me, yani nakipenda na nakiweza. So that's why I started the business. Kwa nikaanza na mtu mmoja tu, fanya kazi moja, fundi mmoja, nikaulipa kwa mamangu, na tumeanzia kazi store kwa mama for like one year hivyo mteja anakuja, anachukua nguo yani kama tafii nguo za mitumba mm -hmm. Unaweka sebleni unamwaga pale, anakuja anachagua hivyo hivyo, that's how I started. Okay. Kwa ngafanya ivo, then I remember 2010 yani kafungua shop ya kwanza, na naweza nikasema katika designer wa Tanzania wengi walikuwa wanafanya walikuwa owning shops, kwa mimi nilikuja tofauti yani mtu anaamini designing kama mtakapo mtanene then utakuja kuchukua sebuleni kwake nguo yani kama vile, but mimi kaja tofauti kwa sababu nilianza kufanya business wakati niko nyumbani, nguo tengeneza, nilikuwa natengeneza nguo zinakaa, mtu akitaka anakuja nyumbani anachukua anaenda, hivyo kwa nika open duka wakati nina mzigo mkubwa. Lakini wakati nafanya ile ile kutengeneza nguo muda wa mwaka mzima, nilikuwa nikaona kama mwendawazimu. Inaonelea kwamba wewe unachokipata chote kile kwenye nguo kuna duka, unaenda kufungua duka, una nini? Huna komo da wazimu ni nini? Yani even family ilikuwa ni ngumu au pia kunielewa, walikuwa mm -hmm. wanasema ni kitu ambacho ni kigumu haki ki, hakiwezekaniki, lakini mimi niliamini kwamba ninaweza mm -hmm. kama unaweza ukapenda yule kapenda ukapenda, means kuna kitu yani, kuna kitu ndani yangu ambacho bado kina nahitaji kinaweza yeah, kujionyesha zaidi, so that's how I started the business ya ya ya ya Binti Africa ma that bad time. Binti Africa it's just a business name and not the company mm -hmm. kwa hiyo ilipofika No, baada ya miaka mingi nikaisajili kama kampuni Africa Company Limited mm -hmm. na watu wakaanza kuvaa nguo zangu na kaanza kuwa kwenye blogs na nini, vijana vijana, baada ya mkoa mvai mashati ya Kiafrika mm -hmm. ukivaa kitenge na like, eh kama mbunge sijui kama mzee yeah. mbunge ni wazee watu wavae, lakini nikasema, kasema watu nataka mimi kwa nikaanza huo kuvalisha vijana ni mashati ya batiki na vitenge, taratibu kaanza kupeleka, ikawa Binti Afrika, Binti Afrika kwenye blog za watu, watu wakaanza kuja, wakaanza kunijua mm -hmm. Johari, ulianza kidogo kidogo. Ndio. Pengine huo ndio ujasiriamali nilivyoanza. mm -hmm. yes, naweza kusema sikuwa, uh, sikuwa mfanya biashara ni kwa kwanza kwa sababu kwa kwa hiyo unasema kwamba kuna tofauti kati ya mfanyabiashara na mjasiriamali. Yes, the difference between mfanyabiashara. Tusaidie kujua. Um, mjasiriamali ni ule mfanyabiashara. <coughs> Okay, ni ni, ni mjasiriamali ni ile hali ya kufanya ni kufanya like uh, ya yeah, it's the, the business lakini kwenye kwenye kiwango cha chini. Kwa sababu business pia ina viwango. Unaona, mm -hmm. Eh? Yeah? Mm -hmm. <coughs> Kuna medium scale, kuna large scale na nini. Kwa large scale na medium, wao wanafanya biashara and wale well, small scale ni, ni, ni wajasiriamali. Wewe ulianzia kwenye ajira ndio, yeah. Uh, na, na, ukatoka kwenye ajira ukaja kwenye kujiajiri ndio. Ukaanza na ujasiriamali mpaka umefika kwenye kuwa mfanya biashara ndio. Unaona nini tofauti gani katika maeneo haya mawili okay tofauti na kwa nini hautarudi kwenye kuajiriwa, pengine ukabaki kuwa kwenye, kwenye. Okay, tofauti ipo kubwa. Cha kwanza siwezi kweli, kwa sababu kwenye kwenye kujiajiri you, you, you do make money a lot unaona, <laughs> unatengeneza hela nyingi, lakini pia ina challenge kubwa sana, kwa labidi uwe tayari kukabiliana nazo sana. Alafu kitu kingine opportunity ni nyingi ukiwa umeajiriwa, hata kama kuna mambo tunatokea it sio rahisi ukaiglab, kwa sababu time unakuwa ume like, mtu ambaye amefungiwa kwenye box, tu umefungwa lakini ndio hivyo kwa sababu yule aliyekuajili unaenda kutokana muda wake yeye. Lakini kwenye unapokuja kwenye, kwenye kujiajili you flexible. Sema tunabidi uwe na uwe na heshima na muda wako pia ili usipoteze muda kwa sababu ukipoteza muda haurudi tena. Hmm. Lakini it's easy kukamata opportunity yote unajitokeza. Mm -hmm. Unaona? Alafu kingine kwenye kujiajili um, kwa on my side na feel so proud, haijalishi changamoto gani nakutana nazo kwa sababu nafanya kitu ambacho nakipenda. Ujasiriamali unahitaji ubunifu, ndiyo. Kama nenda kuwa sahihi, ndiyo wewe umeweza kukidhi hicho kigezo cha ubunifu. mm -hmm. oh, yes. Yes, na ndomana nimeweza brand yangu imeweza kusimama mpaka leo. Okay, wateja wako wakuu ni nani? Wanaume kwa wanawake? Naweza nikasema nini ni ni watu wenye wenye, wenye, wenye hali ya kawaida, kipato cha yani, kipato cha kati and na na na na, na kipato kuzidi cha kati kiasi, yeah, lakini ni, i ni, jamii iliyonizunguka and viongozi mbali mbali. Yeah. Upano wa soko lako ukoje? Yeah. Mm, kwenye upano wa soko, cha kwanza niliamua kuanzia Tanzania kwa sababu lipo na soko lipo na aliisha. Sikuwa na sababu ya, ya, ya, ya, ya kuruka sana, kwa sababu nilitaka kujenga msingi mzuri. And pia mpaka focus zaidi Afrika more than Ulaya kwa sababu soko lipo. Johari huyu ameanzia uh, kwenye single parent family yeah, akaenda kufanya kazi katika umri mdogo kabisa miaka 18, akafanya kazi, akarudi shule yeah, akarudi tena kazini yeah, akatoka hapo, akaenda kufanya shughuli zake binafsi yeah. Johari huyu alikuwa mwisho yeah, katika watoto watano yeah lakini na imani hakuishia kujitazama mwenyewe, mm -hmm. Alitazama watu wengine kama nakuwa sahihi. Ni kweli kabisa. Tusaidie hapo tuelewe. Cha kwanza kabisa nilianza kwenye familia yangu, like mimi was the last one, lakini sikujiangalia peke yangu, kwa I was really kufanya vitu for the sake of ya family, yeah, yeah, yeah, family. Yeah. Na kitu ambacho nilikuwa nakifanya sana na sikuacha hapo bado, kutokana kwa bana life, nilipitia life yote, nataka kusema life ya run nimepitia, ina kitajiri nimepitia, kwa sababu my dad used alikuwa ni contractor tu mzuri. Kuna life ya kawaida, I can't say maskini but ya kawaida pia nimepitia. Kwa hiyo nilipoanza business hiyo, kitu siwezi kusahau wapi nilipotoka, na ninajua uchungu wa mtu ambaye ameweza kupitia maisha ambayo mimi nimepitia, kwa sababu kuna mawili uweze kuyapita ukavuka, na mwingine hawezi kuvuka, nategemea na kila mtu na uwezo wake wa kupenya, unaona. Kwa hiyo nilipokuja kuanzisha kampuni na nikafanya biashara, nikasabu mwaka wa sita sasa, nikasema no, I think kuna watu ambao wananihitaji, jamii ile inazunguka, and I think I need to give back to them kwenye kwenye kwenye jamii yangu. Kwa kwenye hilo nikasema, mwaka jana kabla ya kuanzisha hiyo NGO, nilikuwa na tours kama kampuni. Nikasema hapana, nina network kubwa sana. Najiona na watu sana na nini. And ukiacha mimi kutumia ile network kwa ajili ya biashara yangu, tu ni kampuni yangu faida inapata mimi. Network hiyo inaweza nikaitumia kwa ajili ya faida ya watu wengine. Watu wengine waweze kufaidika na network yangu mimi. Kwa hiyo mimi pamoja na wengine wenzangu ambao nia, nia moja na mimi nikaanzisha NGO inaitwa Binti Foundation. Binti Foundation ni kwa ajili ya kudunia watoto wa kike. Nilijangalia, nilijiangalamia mwenyewe kwamba kutokana na situation ambayo nilikuwa nayo niliyoipitia, mm. if kama nisingi kuwa strong na nisingepata watu wema wa kuweza kunishauri na kunisaidia, leo nisingeweza kusimama kama Johari kama CEO wa Bint Africa, nisingeweza kufika. Kwa hiyo nataka na mimi nifanye kile ambacho nilicho nilicho nilicho nilichofanywa na watu wema, au kile ambacho nahisi ningefanyiwa, ningeweza kuwa zaidi ya hapa ni ndipo. mm -hmm. Sasa ndio sababu ya kuanzisha hiyo NGO ambayo inakuwa na watoto wa kike ya mwanzo wa primary na wengine wa mitaani ambao hawako mashuleni watoto wa kike kwenye kuweza kuku naita kwamba nataka kujenga nataka kujenga Johari wengi Tanzania. mm -hmm. Wanie Johari wengi, si kwamba na mafanikio makubwa, ila mtu ambaye anaweza kusimama mwenyewe hicho ndio kikuu ambacho nakitaka watoto wa kike kiweze kuingia. Una kiwanda sasa hivi kingine kwa ajili ya uzalishaji. Ulianza mwanzoni unazalisha nyumbani mm, tena mm. store kwa mama. Ndiyo. Na baada ya hapo ukatoka ukaanza uzalishaji wako mwenyewe, sasa hivi natarajia una kiwanda, sio? yes. Katika kiwanda unafanya kazi umetengeneza, ume, ume, ume, ume, ume, ume, ume, ume, yes, nimetengeneza ajira sasa hivi nimeajili watu 21 including myself Mm -hmm. Watu ishirini na moja, kwa hiyo lakini, nina plan kubwa sana ambazo kwa sababu kwa network nilionayo na biashara yangu inavyozidi kukua, mm -hmm. na uwezo wa kutengeneza ajira zaidi ya hizo, mm -hmm. kwa hiyo na plan ya kufungua kupanua kiwanda, mm -hmm. euh, hiki nichonacho, ku najenga kiwanda kingine kikubwa zaidi ambacho na uwezo kwa ajili like tailors ambayo um. ni mafundi 75. mm -hmm. Na ukiacha mafundi, fashion ni nyali kubwa. Hata naangalia fashion ni kushona, fashion sio kushona. Una watu wa marketing, una mm -hmm. watu wa sales, una assistant designers, una una una yaani kila una mhasibu, yeah. una HR. yeah. Kwa ni na naamini binti Africa anaweza ku create a kubwa sana it's more than even 200 people mm -hmm. Inshallah, Mungu ake akiweza kunijali kufikia malengo yangu, kwa sababu una maono lazima mm. hakika litakuwa eh. <laughs> eh? eh? Naamini eh, ku, ku, ku, kufanya kufanya kazi za ubunifu kunahitaji mtu ambaye anaweza kaona mbele. yeah. mm. Je, hiki kitu bado kipo kwa kwa kwa vijana wetu? yes. au kimebadilishwa kutokana na mfumo wa maisha yoyote? no kipo, nasema kipo kwa sababu hmm. um, katika katika not kuzunguka tu, najikuta napata napata like message m simu kutoka kwa vijana tena wadogo tu hmm wako shule za msingi, wengine ni wazazi ambao labda waliniona, wali sehemu au wamenisikia, ambao very interesting kwenye kufanya ishu ya ubunifu mm. na wa kike na wa kiume na, na ni kitu ambacho kimenifanya mimi kikani push sana ishu ya kiwanda, kukifanya kuifanya haraka, kwa sababu I'm expecting niweze kupata designers, wadogo ambao, okay. watanisaidia mimi kazi kunataka ile damu ambayo bado inachemka, vijana wajua anakuwa na na fikra nyingi, sisi mambo mengi, ufanye kiwanda ufanye NGO ufanye si vitu gani, but nahitaji a, a fresh blood eh, ambao ina mind kidogo bado iko moto. Yes. ambao wapo wanatumia pictures wanatumia na, guys give me time, nipeni muda kidogo. mm -hmm. na mimi tutaweza kufanya tutaweza kufanya kazi. mfumo wa, wa, wa serikali ukoje uko, uko, uko, katika kumsaidia mm. mjasiriamali na ambaye anatoka kwenye sababu kuja kwenye ufanyabiashara? Okay, uh, mimi nadhani saa hizi serikali imejitahidi sana Uh, ya awamu ya awamu ya tano even ya awamu ya nne, kwa sababu awamu ya nne like, mimi, uh, sitaki kudanganya but wakiona juhudi yako. Ndiyo hicho ambacho vijana, wewe tunalalamika, sawa, we need support na nini, lakini pia mi naamini support, hebu onyesha yani ile juhudi jamani, kwa mimi nimejitahidi mpaka hapa, lakini na naona kabisa yani naweza kufika kule, naombeni support yenu. They do wanafanya. Mimi nimepata support kubwa sana na hizi ni about money support, si hela, hata ushauri <laughs> wanaona. Ninapata supports kubwa tu sana ya ya ya ya ya, ya serikali iliyopita, ushauri mwingi. Mna nilikuwa nafuata sana viongozi tofauti tofauti, ananipa muda wake, tunazungumza, namwambia ndoto yangu ni nini, nakwambia hapana, fanya hivi, nenda hapa uweze <laughs> kwenda hivi, inabidi step hii kwanza kidogo, ili uone soko likoje, ukipata soko uta nenda mabazungumza na benki fulani kafanya, yaani huo tu Support isn't about money but hata ushauri jinsi gani uweze kufika na unataka kufika pending. Ni support kutu kubwa. Na not only that serikali tano ya ya, ya mheshimiwa Dr. Magufuli. Mm -hmm. Nadhani hiyo kitu anayo sana anataka kufanya na kama vile anavyo insist issue ya, ya ajira na viwanda na nini. Mm -hmm. Ni kitu kizuri. So let's use this opportunity. Mtazamaji wangu, hii ndio Johari, Mkurugenzi wa Binti Africa Foundation. Mwajiri, napenda kumuita mwajiri kwa sababu amegusa maisha ya watu bado akiwa na umri mdogo sana. Lakini ni mtu ambaye alipita maisha ya kupambana lakini mwisho wa siku, sasa hivi anatengeneza maisha yake anayotaka, anasafiri anavyotaka, na anaendelea kugusa maisha ya watu wa rika yeah, na, na, na nafasi tofauti tofauti, tunasikia Mheshimiwa Rais Mstaafu amevalishwa na na, na, na, na, na na Johari. Uh, Johari mtu ambaye ana ndoto za kuwa hapo ulipofika, yeah, afanye nini? Kwanza ajiamini, Alafu, pili namkaribisha yani, popote kama ananisikia na niona, mi am ready yani, kukaa naye chini, kazungumza naye na mm -hmm. Nikamwelekeza jinsi wapi pa kufika, kwa sababu nimezungumza na nataka kutengeneza Johari wengi Tanzania. Johari mm -hmm. wengi namaanisha sio wafanana na na mimi sura au nguo kutoka Tanzania. Tukafanya pia wenyewe. Kwa hiyo mimi am ready kumsaidia mtu yoyote, kumpa muda wangu kuzungumza naye, kumshauri na kumwonyesha njia wapiapite na hakuna kinachoshindikana. As long unapumua, una mikono, una miguu, una akili kila mtu anaweza. Miaka mitano ijayo Johari atakuwa wapi? Kwanza, miaka mitano ijayo I see myself like nitakuwa CEO wa binti Africa ambaye labda anafanya kazi kama kama 200 hivi, yani najiona hivyo. okay. okay. Alafu sitakuwa kwenye nguo pekee yake. mm -hmm. Nina nataka kufanya line ya shoe lakini like, it will be flight shoe pure leather mm -hmm. ya hapa nchini kwetu Tandani and kuingia kwenye, kwenye bags mm -hmm. na wakati huo miaka mitano ujao naamini binti foundation itakuwa imeshafanya vitu vingi sana kwenye jamii yangu vitu mm -hmm. vikubwa sana naamini nitakuwa na idadi kubwa sana ya Johari hapa mm -hmm. Tanzania, kitu ambacho nakitaka sana, yanahitaji sana ku change mindset za, za watoto wa kike. Hiyo kwa kweli yani inatoa kwenye moyo wangu, kwa naamini 5 years to come watakuwa ni wengi mno sipita, utawaika wapi kwenye interview? Kwa hiyo ni Johari amefanya mambo mengi na mazuri mm -hmm. na bado ana ndoto za kufika mbali zaidi ya hapa. Labda neno la mwisho kwa mtazamaji wangu eh, uh, unamwambia nini hasa kwenye sekta ya mavazi mm. na, na, na, na, na, na ubunifu? Lakini pia akitaka kupata bidhaa zako mm. anazipataje? anakufikiaje? Okay. Uh, kwanza kabisa kwenye isho mavazi nadhani na, tunahitaji tupendeze tuvae vizuri. You may not spend hela nyingi sana, lakini ka look good jinsi so utakavyoweza kujiweka, na pia tujue nguo tunataka na, kuvaa muda gani na ni sehemu gani. And, uh, kitu kingine nakaribisha sana binti binti Africa. Um, sio expensive, niko reasonable mm -hmm. kutokana na kitu anachokipata kwa sababu kitu cha ubora na sio ubora tu ambacho utavaa utajivunia, kwa sababu huto muona mtu mwingine ana kitu kama hicho kwako mm -hmm. And kingine let's be there. Sisi wenyewe tuinvest kwenye nchi yetu jamani, yani now it's time, tuna rais ambaye ni mwelewa sana na yuko tayari kutusupport kwa hiyo you know, we need to be proud na nchi yetu na bidhaa za kwetu, kama nchi nyingine wanakuwa so proud na bidhaa zao, unaona eh, kwa Tanzania pia tushirikiane, yani we need tukuwa na umoja, hiyo kitu tuna miss sana mm -hmm. Unaona mm, alafu kitu kingine, if unahitaji kunipata, uh, kuna website yangu hapo ni www.bintiafrica.com utapata information zangu zote pale, utapata namba za simu, email na utaweza kutoa order na utaweza kuona bidhaa zangu tofauti tofauti na ofisi yangu huko ipo ni na showroom Kinondoni opposite na Barclays Bank kwenye kanisa la Pentecost. Okay. Ila kiwanda kiko kiko Bunju. Yote anayetaka kujifunza, Please, namkaribisha kwa mikono miwili kabisa aje ajifunze na niko tayari kuweza kumsupport aweze kufikisha wow. ndoto wow. yeah. zake. Mtazamaji wa Knowledge TV tumekuwa na Johari kwa muda sasa na ameweza kutueleza mambo ambayo anafanya ambayo anafikiria kufanya na pengine anaona nini mbele yake katika shughuli zake anazofanya, lakini kitu ambacho nimekipenda zaidi, yuko tayari kusaidia watu wengine, Johari wengine zaidi wazalishwe ndani ya nchi ya Tanzania. Lakini kitu cha zaidi cha kujifunza ni kwamba Johari ametoka katika maisha ya kawaida ya wastani na ameishi maisha yote, na sasa hivi anajivunia maisha anayoishi kutokana na juhudi na jitihada na ubunifu alioweka katika kufanya shughuli zake. Wewe pia unaweza kufanya hivyo Chukua hatua, usikate tamaa. Haijalishi unapita katika kipindi gani, lakini angalia malengo yako na endelea kusimama katika kile ambacho unakifikiria. Kama nitakuwa sahihi, pengine Johari, hicho, yeah, nadhani kime, kime, kime saidia kukufanya ufike hapa. Kabisa sana. Uh, ni kushukuru sana Johari kwa kutenga muda wako na kushiriki nasi katika kipindi hiki. Hakika mfuatiliaji wangu amefaidi mambo mengi. Kwa kuwa muda si rafiki kwa siku ya leo hakika tutaishia hapa, lakini kabla ya yote, napenda niwashukuru wafadhili wakuu wa kipindi hiki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa la UNDP, pamoja na taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi na kijamii ya ESRF kwa kufadhili vipindi hivi. Mpaka wakati mwingine, vipindi vijavyo, ninakuaga kwa sasa. Naitwa James Kasindi wa Knowledge TV.